Babalevo, wacha uongo. Babalevo unamfunga kamba, Mamadangote, Mamadangote. Well, show yetu bwana ndiyo leo na familia ya Diamond Platnumz tayari iko uh, London. Hapo walikuwa on the way, walikuwa airport mpaka walivyofika London. Hello everyone, welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel yangu, make sure una subscribe, like and comment. Kabla sijawahi kini hapo musikie vituko kidogo vya Baba Levo na Esma na Mama Dangote. Eh, kwanza niwaelezeeni kidogo. Well, hapo walikuwa on the way na alikuwa Baba Levo, alikuwa Esma Platnumz, alikuwa Mama Dangote, walikuwa na watoto wao pia kuna Tahia hapo, kuna Taraj. Ya na baba Levo alikuwa kidogo ana make jokes hapa kwa watoto uh. Jamani, Zuchu mwona, sijamuona akijiandaa na safari au yeye anaenda kimya kimya? And I hope atakuwepo. im still waiting for her ni mwone, i hope atakuwepo, lakini hii ni video ya kina mama Dangote, kina Esma, kina baba Levo. Well, tumsikii hapa baba Levo then tutaendelea na mambo mengine, tumsikie kwanza vituko vyake kidogo hapa, wakati wako on the way. Bwana, huyu ni mama Dangote kwanza. Okay, tumsikie baba Babalevo. Hacha uongo Babalevo, unamfunga kamba mama Dangote. Charaji, eh? mama! <laughs> yuko na anti

Bwana ni kama komplete menu. Ni trend za Dubai. Die. Musome mmekanyaga hivyo kujizurura msome. Bwana tuko kwenye trend hapa Dubenga. Safari ya London kwenda kumsupport Lukaku. Hakuna namna yoyote. Yeah that's baba level bwana. Ana vituko na vimbwanga, alikuwa na wazingua watoto kama mnavyomsikia hapo. Well, hapa alikuwa anaingia zake kwenye ndege mapokezi mm, yake hayo, oh, kama alivyosema hapo on the way kwende kumsupport Diamond Platnumz London and, na hivi sasa hivi tunavyoongea tayari washafika na vibe lishaanza. Mtaona uko mbele wameshakutana na, okumbele, wame na kina Romy Johnson. Wanafanya challenge moja mbili tatu ya, yeah, mambo kama hayo ni kushaanza kunoga shu bwana, tuitarajie leo usiku <laughs> still, I'm still waiting for Zuchu jamani. Zuchu please go and support your husband. I'm still waiting, your fans we all are waiting for you, ama sio? Fans wa Zuchu wote tunamsubiria Zuchu afike. Well, haya pale, sikuambia ni vizuri, huyu bwana ni mama mzachema, mama Dangote, mamake mkwe na Zuchu wakubali wakatae, huyo ndio mama mkwe wa Zuchu bwana. And uh, guys, hapa Baba Levo kashafika, tumsikie kidogo hapo. <laughs> Mimi ndo mtoto wa Kigoma mbishi kuliko unavyofikiria. Niko hapa London. Kwanza kabisa ashukuriwe. Shukuru Mama Samia, rais. Mwalimu mshukuru, mwalimu mshukuru rais. Tumshukuru nani? Nani atatupa visa? Mama ambaye ametutengenezea vijana fursa ya kuweza kutafuta riziki kwa amani kwa uhuru na na kila kitu kiko. Kwa sasa hivi nchi ya Tanzania kama wewe ni kijana ukijituma vile ambavyo inastahili fursa ziko wazi za kuweza kupata pesa 100%. Unafanana na na London kabisa, sisi ndo tumezaliwa huko town. E uh, e achea kwa bila Tanzania ni kwamba uh, Diamond Platnumz anazidi kutu uh, kwa ku-prove Tanzania kwamba tuendelee kumwamini. Ni yeye ndo mwenye uwezo wa kuijaza London. Mojeni muone leo. Ni sold out, sold out, i

Huyu ni baba levu embo, msikieni hapa akitoa ujumbe kwa watu tu. support, tu support mziki wa Diamond tuliokuwa hapa na hao pia walioenda huko mpaka wakazi wa London, tutoe support kwa Diamond Platnumz, tusikilize ujumbe wake hapa vizuri. kwenye maisha kuna kitu kimoja cha kujifunza sana, kitu muhimu ni kutembea tembea ili ukutane na watu tofauti wenye akili tofauti. Hiyo ndio inaitwa exposure, unatembea, unaona vitu ambavyo kwenu havipo. Hapa nilipo ndo eh, airport kubwa hapa London, au so bana eh, ukifika hapo. Kafika hapa ukimwona Mtanzania akafika hapa ujue huyo ametoboa eh, London hapa ambako ukiangalia hii umeona hii <laughs> waulizeni machawa kama wanaweza kuvuka hapa hapa uvuke viza kupata mtihani kuvuka hapa vipi? Hehehe. Kwa hiyo uh, leo show ya Diamond Platnumz tayari hapa London ni sold out, hakuna sehemu yoyote ya kukanyaga. Kwa hiyo ni kijiji cha kutosha, tunategemea vibe. Na watu wote mliopo hapa Uingereza, tunaomba vibe, tunaomba mje na vibe, njooni na mabendera ya Tanzania, njooni tuwakilishe nchi yetu. Msanii mkubwa katika nchi yetu ya Tanzania ana perform London Tuwaonyeshe vibe, au sio bwana? London Diamond Platnumz show yake imefanya kitu kinachoitwa sold out London. Indo London ni one time London ni mu here uwanja wa West Ham huwa hapa wanapokipiga West Ham United London. Ah, I'm so happy kwa kweli. Hii ni London jamani. So, bahatisha siu nini, kalikwenda kakarudi hapa ni penyewe London. I'm here Baba Levo mm. Jamani, haishii maneno. <laughs> Chawa Pro Max haishii maneno ya kuongea, lazima tu ataweka wasifa. Well, my beautiful people, hebu drop your comment hapo chini kuhusiana na hii video umeionaje na je uko excited kumwona Zuchu akienda kama mimi ama vipi? Hebu tuambie hapo chini kwenye comment, na kama ulikuwa huja subscribe, basi mpenzi mtazamaji, make sure una subscribe, like and comment, weka notification yako on, ili usipitwe na mambo mazuri itakayo post. <laughs> <laughs>